Majirani wawili ndani ya msitu mkubwa Afrika wanafikia makubaliano. Jirani mmoja akiwa na nguvu nyingi na mwingine akili. Makubaliano haya yalikuwa ni ya ushirikiano wa ardhi, kilimo na mavuno. Lakini ushirikiano wao unageuka kuwa hila ya utapeli na mwisho wake ulikuwa ni majuto. Mmoja alibeba mavuno yote na mwingine akabaki na vitu viwili tu: majani matupu na machozi. Sungura na Fisi hawakuwa marafiki wa karibu, walikuwa ni majirani tu, wakiishi msitu mmoja. Walikunywa maji kutoka mto mmoja, na kila walipokutana njiani walisalimiana kwa ishara tu, kila mmoja akiendelea na mambo yake, mpaka msimu mmoja njaa ilipolikumba eneo hilo kwa ghafla. Salamu za ishara ziligeuka kuwa mazungumzo ya kina. Walijadili namna ukame unabadilisha maisha yao. Hakuna tena matunda katika miti na wala hawakuwa na akiba yoyote ya chakula cha kuwafaa katika kipindi hiki kigumu. Baada ya majadiliano marefu, Sungura alikuja na wazo: aise Fisi, kwa nini tusikusanye nguvu, tushirikiane, tulime shamba pamoja tutapanda mahindi, tushirikiane kuyatunza yote, na tukivuna tugawane sawa kwa sawa. Fisi alikubali kwa furaha. Akilini mwake wazo hili lilionekana zuri, lakini moyoni mwa Sungura mpango wa siri ulikuwa unaanza kuchipua. Wawili hawa walilima shamba kwa pamoja na kupanda mahindi. Lakini ilipokuja suala la kulitunza shamba kabla mazao hayajakomaa, Sungura alipendekeza wagawane majukumu. Fisi, wewe ni mwenye nguvu. Wewe utapalilia magugu. Mimi nitawafukuza ndege wanaokuja kula mbegu zetu. Fisi akatikisa kichwa akakubali. Kwa mtizamo wa kawaida, kazi zote zilionekana sawa, lakini ukweli ni kwamba ndege huja mara chache sana, lakini magugu yanakuwa kila siku. Fisi akaanza kazi ya kuchosha, kupalilia na kutunza shamba. Sungura yeye alitumia muda mwingi akiwa kivulini akitafuta ndege wa kufukuza. Kazi hii haikuwa ngumu hata kidogo na mara nyingi alijikuta anapitiwa na usingizi. Zii. Miezi ilipita na mahindi yakakomaa. Wakati wa kuvuna ulipofika, Sungura akaja na pendekezo jipya. Alimwambia Fisi, "Napendekeza njia sahihi ya kugawana mazao haya ni kila mtu achukue sehemu aliyoifanyia kazi. Kwa kuwa mimi nilifanyia kazi sehemu ya juu kuwafukuza ndege, basi nitachukua sehemu ya juu ya mazao." Wewe uliyefanyia kazi sehemu ya chini kupalilia ardhi, chukua kilicho chini ya udongo. Tabasamu la Fisi likatoweka polepole, akatazama chini kwenye ardhi, lakini sehemu yenye chakula ipo juu ya ardhi. Nam, naona tumeelewana. Sungura akasema huku akitabasamu, hali ya kuwa akiendelea kuvuna masuke yake, akimuacha fisi na vitu viwili tu, mizizi ya mahindi na hasira tele moyoni hm. Akiwa amejaa machungu, fisi alikwenda kumshitaki sungura katika mahakama ya mfalme Simba. Simba alimsikiliza kwa makini, akitikisa kichwa polepole pole. Sungura alipoitwa kujibu mashtaka ya fisi, alisema kwamba yeye alifanya kile walichokubaliana pamoja na fisi. Baada ya kusikiliza pande zote, mfalme simba aliwaambia Mkataba wenu haukuwa wa haki na Sungura, umemwonea bwana Fisi. Sasa ili kulipiza, msimu ujao inabidi mbadilishane kinyume na mlivyofanya msimu huu. Sungura wewe, safari hii utachukua kilicho chini ya ardhi, na Fisi uchukue kilicho juu. Wote wakakubaliana na hukumu hii na matumaini ya haki yakaonekana kurejea. Kumbe ngoma ndiyo kwanza ilikuwa bado mbichi. Kwani wakati Fisi anaondoka pale, akiwa ameridhika, Sungura alitoka akiwa na mpango mpya kichwani. <totipa> Wiki zikakatika, miezi ikapita. Ardhi ikawa na rutuba tena. Msimu mpya wa kilimo ukawadia. Sungura alimtembelea Fisi na kusema kwa sauti iliyojaa ushawishi. Mwaka huu tusipande mahindi. Mahindi yanahitaji kazi nyingi. Vipi kama tutapanda karoti? Hazioti magugu mengi na wala hazivamiwi na ndege. Fisi, ambaye bado alikuwa anaikumbuka hukumu ya mfalme Simba, hakuumiza kichwa kufikiria hata kidogo pendekezo la Sungura. Alikubali haraka. Na hivyo basi, wakapanda karoti shamba lote. Lo, wakati karoti zinakuwa kwa siri kimya kimya chini ya ardhi, huku juu majani yake yalikuwa kwa madaha makubwa yakirefuka na kitingika kwa upepo, Fisi alijaa matumaini ya kuambulia mavuno makubwa sana na yenye faida. Hatimaye siku ya mavuno ikafika. Fisi alikuwa tayari kwa kile alichoamini kingekuwa mavuno yenye kuikamilisha haki aliyoikosa msimu uliopita. "Sasa sehemu ya juu ni yangu," alijikumbusha mwenyewe. "Uamuzi wa mfalme Simba hauwezi kubadilika." "Naam," Sungura akasema, makubaliano yaheshimiwe." Fisi akaanza kuvuna, lakini alichokipata kilikuwa majani ya karoti tu, marefu, mepesi na machungu. Hayakuwa na chochote cha maana. Sungura akiwa na jembe akaanza kuchimba karoti zenye afya, nene, tamu, kikapu baada ya kikapu. Na kwa mara nyingine tena, Sungura akawa amemzidi kete Bwana Fisi. Bila nguvu, bila vurugu. Fisi alitazama yale majani aliyobaki nayo na ghafla, machozi ya hasira yakaanza kumtoka. Akapiga ukunga wa hasira, miti ikatikisika, ndege wakapaa angani. Akaanza kumkimbiza sungura kwa kasi ya ajabu, lakini sungura alikuwa tayari ameshatokomea mwituni. Mpaka leo inasemekana kuwa fisi bado ana hasira na sungura na anamsaka kwa udi na uvumba ili amshikishe adabu. Je, Unadhani kisa hiki ni cha kuchekesha tu? La hasha! Hili ni somo kuhusu maisha. Unaweza kuwa na nguvu, lakini kama hutumii akili, utabaki kulima tu bila kula. Si kila mkataba ni wa haki na si kila tabasamu lina nia njema. Like video hii kama unakubaliana na mafunzo haya na tuambie kupitia koment hapo chini, kama sungura alikuwa kweli mjanja ama ni tapeli tu kama matapeli wengine. Na kama una kisa ungependa tukisimulie, acha komenti yako. Tafadhali usisahau pia kusubscribe kwenye chanel hii, ili kupata visa na visanga vyenye mafundisho kama hivi.